Kocha, uh, aliyepita kwa maana ya meneja mkuu wa Simba Sports Club Dimitar Pantev alimpatia nafasi ya kucheza Neo Maema kwa kiasi fulani yeah. Lakini pia unakuja kuangalia mchezo mmoja katika michezo miwili, katika michezo miwili ambayo Selemani Matola ameiongoza Simba Sports Club Neo Maema ametumika katika mchezo mmoja mmoja, ndio kumtumia kabisa, kwa hiyo mm. Unaona kwa kiasi fulani ni mchezaji ambaye kapata hiyo nafasi, kapata hizo dakika kuliko hata wakina Kibu Denis kwenye kikosi cha Simba msimu huu katika mashindano yote, na inamaanisha mashindano ya kimataifa Champions League, lakini NBC Premier League, kwa sababu mpaka sasa hivi Simba wamecheza katika mashindano mawili tofauti pekee kwenye ile safu ya kiungo ambako Salama amepazungumzia kwa ukubwa, unaangalia, wapo wachezaji ambao ukiwaangalia wapinzani wao kwenye zile nafasi, uioni kesho yake kwamba atacheza lini. Amemtaja semfuko chazi, ambaye kimsingi pia ni mtu ambaye kasaulika kabisa kiwango alichotoka nacho akiwa na Coastal Union. Sasa hivi, anaoshindania nao nafasi kwa kiasi kikubwa, uoni ni lini atakuja kupenya moja kwa moja kwenye kikosi cha Simba. Kwa unafikiria ni moja ya wachezaji ambao management yake lakini pia uongozi kama, kama wa Simba kama walikuwa wamemsainisha mkataba wa muda mrefu kwa malengo ya kufanya sustainability ya kikosi chao ili waje kumtumia hapo baadaye, kutokana na ile waliyoiona kwake. Moja, umri wake bado mdogo unaruhusu, anaweza asri uh, yake ya, ya kuja kuperform kwenye, inaonekana ipo kwa sababu ya aliyokuwa nayo. Nafikiri wanatakiwa kuchukua uh, hatua madhubuti ili kuweza kukiokoa hichi kipaji kama ambavyo wamefanya kwa Sare Karabaka, ambaye sasa hivi anaonyesha kwa kiasi kikubwa, kaonyesha akiwa na Namungo, lakini karejea bado Simba wameona kwenye nafasi anapocheza yupo Kibu Denis, nafasi anapocheza yuko Mohamed Bajaber, lakini ukimbadilishia nafasi, kwa maana atoke winga nyingine, anaenda kukutana na Joshua Mtare Budo, ama Elim Panzu, Kibi Sawara. Katika haya majina manne, ukiangalia moja kwa moja uioni nafasi ya Saleh Karabaka. Ndio maana Simba hata walipomrejesha, kwa sababu Saleh Karabaka kwenye maandalizi ya msimu mpya alikuwa na kambi ya timu ya Simba Sports Club pale Cairo, lakini amerejea bado wameopti kumtoa kwa mkopo. Unamwona sasa hivi namna ambavyo ana perform michezo kumi ya JKT Tanzania waliocheza, Sare Karabaka amecheza katika michezo yote, lakini tunamzungumzia Sare ambaye ni mfungaji namba mbili sasa hivi katika ile list ya wachezaji ambao wamefunga idadi kubwa ya mabao mpaka sasa hivi, mabao manne kafunga, nyuma ya mfungaji mwenza kutoka kwenye timu moja. Lakini ukimwacha Sare Karabaka, unaangalia Simba baada ya kumleta kumsajili Seremani Mwalimu na Jonathan Soa kwenye eneo hilohilo, walimtoa Ateba, lakini walibaki na Steven Edese Mkwa. Ni katika position ambapo walikuwa na mshambuliaji mzawa Valentino Mashaka ambaye kwa msimu uliopita alikuwa amepata dakika chache sana za kucheza Simba. Msimu huu wameamua kufanya, kufanya jitihada stahiki na yeye wamemtoa kwa mkopo JKT Tanzania. Isivyo bahati sasa, pale JKT Tanzania pia alikoenda inaonekana mazingira yamekuwa magumu kwa sababu bado hapatiwi hizo dakika za kutosha mbele ya Popita ambaye anafanya vizuri sasa hivi, lakini pia na Edward Songo ambao wanashindania naye nafasi. Lakini ukija kuwalinganisha kimadaraja, kwa maana ya Popita uh, Edward Songo, wana historia nzuri ya mashindano walikotoka, kwa maana ya championship. Ukija kwenye experience ya Premier League tayari walishaipata kwa hiyo unaona ni wachezaji ambao Valentino Mashaka anaweza akashindania nao nafasi mm. kwenye kosti ya JKT Tanzania. Kwa hiyo wapo wachezaji ambao unaona kwa umri wao ulivyo, <clears throat> namna vipaji vyao vilivyo mm. kama mpango kazi wa Simba waliwasajili wakiwa na lengo la kuja kuwatumia baadaye mm. tunasema ile sustainability ama wawe na ile mixture au mseto wa kuwa na wachezaji ambao wana umri mdogo kama ilivyokuwa sera yao kwa msimu uliopita, unajua mm. Kwa sasa hivi ukija kuiangalia Simba ya msimu huu na Simba ya msimu uliopita ni Simba mbili ambazo zinakinzana, na hili ndio linakuja kuwa moja ya tatizo au changamoto ya virabu vingi kwenye soka la Tanzania. Tunashindwa kuwa na mwendelezo wa matukio ambayo tunayafanya FM.